Watumishi wake Mungu wite toyotaga za injili, twapana milima, twashuka bondeni kuleta watu kwa Yesu. Hao Wawabu. Je, Wawabu ni watu gani? Wawabu ni kwaya ya wajani na wale kweke wanaopatikana katika kanisa la Waadventista wa Sabato Bunju lililoko jijini Dar es Salaam, kundi lililoanzishwa mahususi kwa ajili ya kuikaa pamoja kama wajani na wale kweke, kupeana furaha na rejea mbalimbali za shuhuda za maisha yaliyojawa imani na ushindi, wakikaa pamoja kufarijiana na kuchana moyo katika kuifanya kazi ya Mungu angali hai katika huu ulimwengu uliojaa dhambi na shida na migogoro ya kifamilia. Wajani hawa waliamua kujikusanya na kuamua kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji na kupeleka machapisho mbalimbali, wakitoa huduma mbalimbali za neno la Mungu ikiwemo vitabu na kadhalika. leo kukuletea kipindi kizuri ni mimi William Debe Zakaria hapa ni mama Judith Mwamakamba, mwenyekiti na mwanzilishi wa grupu hili, akiwa na haya ya kusema. Kwa jina naitwa Mises Mwamakamba au Judith Mwamakamba, nikiwa mwenyekiti wa kwaya ya Wawabu. Kwaya ya Wawabu imetubariki sana sisi sote, tangu tulivyoianza mpaka kufikia hatua hii tumepata faida kubwa sana ya kuwa pamoja. Sisi ni kikundi ambacho wakina mama tumeishi kwa pamoja. Ni muda sasa tangu kwaya hii imeanza, karibu inafika miaka hata kumi tangu tumeanza, lakini tumefaidika sana. Na sisi sio sisi tu, hata kanisa limefaidika kwa sababu kama Wawabu mbali ya kufanya uinjilisti, mbali ya kuim, kuim, kuimba kwaya, lakini pia tumekuwa na na contribute kanisani, kama majengo, tuko mstari wa mbele na mambo mengine ambayo yana, yanafanyika. Hatujakaa kama wawabu tumekaa kimya tu kwamba hatuna ha, hela ya kupeleka kanisani, tunaenda tuna, tuna hivi hivi, lakini tunapewa magoli tuna, tunatoa kwa hiyo Mungu ametubariki kwa njia hiyo, tunamshukuru sana. Nimesema kwamba kwamba kwaya Wawabu kama tumesema kwaya Wawabu ni wajane na wale apweke. Ah, tulipoanzisha hii kwaya kulikuwa na umuhimu sana wa kuanzisha na ni kikundi hiki, kwa sababu njambo la kwanza, wakati wa makambi tulikuwa tunakaa sisi wenyewe kama huku ambaye hawana mlezi lakini tulipoanzisha kikundi hiki kimetukusanya kwa pamoja, na sisi makambi tunakaa kwa pamoja, tunafurahi. Wakina mama, kuna wakina mama naona kwamba wengine walikuwa wamekata tamaa, lakini baada ya kuanzisha kikundi hiki wamekuwa na furaha. Tunafurahi kwa kukaa pamoja, pengine tunataniana, tunapeana habari mbalimbali, kwa mazuri na kwa mabaya tunashirikiana kwa hiyo hicho kimetutia moyo, kwa sababu huwezi ukakaa na mtu ambaye hajapitia mambo haya akakuelewa. Sisi tunaelewana kwa sababu tumevaa joho moja. Kwa hiyo tunafurahi kwa kuwa amka, ndugu, peleka neno ili watu waokolewe, isishe kwa kazi ya Mungu. Mimi naitwa Martha Achayo, ni mjane wa miaka mitano sasa, lakini ninaimba kwaya ya Wawabu sauti ya pili. Kwanza niwaambie, mimi katika maisha yangu sikuwahi kuimba sauti ya pili, lakini hivyo ingia sa, e, Wawabu nikafundishwa sauti ya pili. Nilikuwa naimba sauti ya kwanza. Kwa hiyo kupitia hii kwaya nimeweza kuimba sauti zaidi ya hiyo ya kwanza, naimba sauti ya pili, na kupitia eh, kwaya ya Wawabu ndio iliyonifanya nisimame. Mimi baada ya kufiwa sikujua kwamba ningeweza kuwa binadamu tena anayeweza ku, eh, kuongea na watu anayeweza ku, ku, kuchangamana na watu lakini kupitia kwaya ya Wawabu e, imenifanya nisimame, sijapungukiwa kitu chochote. Niko na Yesu niko na kina mama hawa nipo na watoto wangu, tunaishi siku zote tena kwa furaha. Kwa hiyo nimejifunza mengi na imenitia moyo e, kusimama kama mjane, lakini kama ni mwanamke ambaye naweza nikasimamia mji wangu peke yangu ni kwa sababu ya kwa ya ya. Changamoto ya ujane ni nyingi sana. Kwanza eh, sio watu wote wanaoweza kuwakumbatia wajane na, na, na, na, na kuchangamana nao. Kuna wengine wanaweza akikuona anaweza akakimbia, nafikiri kwamba utakuwa uta, uta, uta tegemezi kwake, utamuomba eh, utamuomba mahitaji eh. Lakini kwa sababu ya semina mbalimbali ambako ambaotun yakuua kwa yetu hii eh, tumejifunza kusimama, tumejifunza kwa kujitegemea, ni namna gani unaweza kasimamia nyumba yako hata ukiwa katika hali hiyo ya ujana nao. Kwa hiyo kwa njia hiyo tunaweza tukasimama, ukafanya shughuli zako na ukapata mahitaji yako ya, ya lazima, si kwamba hata usiendelee tena kukua tegemezi kwa watu <tutuja> Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Dora Eliamini Mbaga, ninaimba sauti ya tatu katika kikundi cha kwaya ya Wawabu. Mimi ni mlea pweke, ila baada ya kuingia katika kikundi hiki cha kwaya ya Wawabu nimepata faraja kubwa sana kwa sababu nilikuwa niko peke yangu, ninalea watoto peke yangu, ninaishi maisha ambayo yalikuwa yananikatisha tamaa kabisa. Lakini baada ya kujiunga na kikundi hiki cha Wawabu, nimekuwa na faraja kubwa sana. Nimeona Mungu akifanya kazi katika maisha yangu, nimemwona Yesu katika maisha yangu, kwa sababu nimekuwa na amani, nimekuwa na furaha nimekuwa nikijishughulisha na kwaya hii kwa ajili ya kuliinua jina la Yesu. Tunawaomba na wengine ambao wako kama sisi, ni wajane au ni wale apeke wajiunge pamoja katika kikundi hiki au katika makanisa mengine pia waanzishe vikundi kama hivi, kwa sababu vinatia faraja, vinatia moyo, vinatia nguvu na vinawanyanyua hata wengine ambao hawamjui Mungu, lakini wanaweza wakapata faraja na wakaweza ku ujiunga na wao katika kikundi hiki. Mimi naitwa Doris Iliagunga, ni mwimbaji wa kwaya ya Wawabu. Kabla sijaja katika kwaya hii, nilikuwa mpweke sana, lakini baada ya kupata semina nimegundua kwamba siko peke yangu, niko pamoja na Yesu. Kwa hiyo tuna Yesu katika maisha yetu, tunabarikiwa sana katika kwaya hii. Ni faraja kubwa hata kwa watu wengine wanapotuona tuko pamoja, maana hata katika makanisa mengine hamna kwaya kama hii kwaya yetu. Kwa hiyo tunawashauri tu hata viongozi wengine katika makanisa mengine waweze kuanzisha kitu kama hiki, kinasaidia sana, kinawasaidia sana wajane na wariakweki. Wajane hawa wamekuwa na nyakati nzuri na za furaha za kukaa pamoja na kujivinjari katika mitoko mbalimbali mbali ya kujifunza ukuu wa Mungu, lakini pia wakiketi pamoja na kupata semina na kupata tafakari mbalimbali mbali mbali, na kushia udhaifu wao, ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kupatiana faraja katika kuifanya kazi ya Mungu. Hapa Mwalimu Juma akieleza kile ambacho wameweza kukifanya na wamefanikiwa kukifanya katika kwaya ya Wawabu, ni nini hasa mwito wake wa kushiriki pamoja na kwaya ya Wawabu. Mwalimu Juma anaeleza. Kwa majina naitwa Baraka Juma ni mwalimu wa kwaya hii ya Wawabu ni na pia ni producer ambaye huwa ninarekodi kazi hizi za audio za Wawabu pamoja na kwaya mbalimbali, lakini hapa nipo kwa ajili ya Wawabu nikifanya nao kazi nikiwa mwalimu pamoja na producer pamoja na mtunzi wa nyimbo na mtengeneza mziki pia wa kwaya hii ya Wawabu. Uh, nina furaha kubwa kutumika na mama zangu hawa kwa sababu moja kwa moja ni wamama ambao wameamua kumtumikia Mungu kwa moyo wao wote, kwa nguvu zao zote katika umri wao walionao, lakini wanatumika vizuri hadi mimi mwenyewe ninapata hamasa ya kusema wapo wazee wanaojitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu haswa, na ni pamoja na hawa Wawabu. Waswahili walisema mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Pamoja na mazuri ya Wawabu wanayotenda, lakini ziko changamoto mbalimbali mwalimu mbali anaeleza anazokabiliana nazo akitumika na Wawabu, na hapa anaeleza kwa ufupi. Ah, changamoto zipo kubwa ambazo tunazipata kutukiwa na Wawabu, japo wengi huko awali walikuwa wakiliona kama ni kundi ambalo halifai kuwa karibu na watu na hawaruhusu kuchangamana na watu. Na mimi nikiwa mwalimu, yapo mengi ambayo nilishauriwa, nikionekana kana kwamba ninafanya mambo ya ajabu kuwa karibu na hawa wa mama, lakini moja kwa moja nilitiwa nguvu na Mungu kwamba hapa nilipo ni mahali salama, na ikitegemea kabisa Mungu anasema ni mume wa wajane na anayewabariki wajane naye pia anabarikiwa. Ilinitia moyo zile changamoto kuzikabili nikaendana nao na mpaka sasa hivi tuna, tunaenda vizuri na mambo yanaenda vizuri pia na utumishi unaendelea vizuri. Changamoto nyingine naanza nikasema, ya kiuimbaji ni pamoja na waimbaji wengine kuwa wanakaribia kukata tamaa, lakini huwa tunawatia moyo na kuwaambia twende, Mungu yuko pamoja nasi. Mpaka sasa tuna album moja ambayo ni onekano pamoja na sauti na kati ya hizo nyimbo kuna ambazo tayari ziko mtandaoni katika peji ya Wawabu. Unaweza ukaingia katika peji hiyo ya YouTube ya Wawabu kwaya Bunju ukasubscribe uka like na kubarikiwa na nyimbo mbalimbali mbali. Na zipo nyimbo nane ambazo tayari zipo kule mtandaoni na tunaendelea kuweka na hivi tunavyokuambia, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Wawabu, tupo tunaandaa kazi nyingine, album namba mbili, na ipo mbioni kutoka mwe, mwakani tu mwanzoni. Jiandae kubarikiwa na nyimbo kutoka kwa Wawabu na Mungu atakubariki sana. Mwanaesu asifiwe. Kwa majina, naitwa Masatu Michael, ni miongoni mwa walimu wa kwaya hii nzuri ya mama zetu Wawabu. Uh, kwaya hii ni kwaya ambayo inafanya kazi ya kumtumikia Mungu katika nyanja tofauti tofauti katika utume, lakini pia kwa ajili ya kutiana moyo wao kwa wao na wajane wengine wa ambao wako katika mazingira tofauti tofauti katika kanisa letu na nje ya kanisa letu. Uh, kwaya hii inafanya vizuri katika nyimbo na kama jinsi ambavyo mwalimu ametoka kueleza, tuna nyimbo nyingi ambazo tayari zimeshapandishwa. Lengo letu ni nini? Ni kwaje kuweka taarifa mbalimbali za utume kwa watu wengine ambao wanafikiria kwamba huenda wajane hawawezi kuimba au kufanya jambo lolote, lakini kwa sababu wa mama wa Bunju, wa wabu Bunju, wamechagua kufanya kazi ya Mungu, wamesambaza hizi nyimbo kama majani katika media zetu. Ukiingia katika YouTube yetu ya Wawabu utakutana na hizo kazi ambazo wamezifanya audio pamoja na video ambazo zimefanyika huko, lakini pia bado wana kazi nyingine ambazo zinakuja hivi karibuni. Sambamba na hilo, wameweza kutengeneza ile wana join pamoja, wamekuwa na mitoko mbalimbali kwa ajili ya ku share idea mbalimbali, lakini pia ku refresh mind, kama jinsi ambavyo tunasema uimbaji ni sehemu ya tiba. Wameimarika kiakili, kimwili pamoja na kiroho, lakini pia wamekuwa ni kama familia moja pamoja kupitia uimbaji, kwa sababu wameshikana. Kwa hiyo uimbaji ni tiba na imewafanya hata wengine pia kuvutiwa kuingia katika kikundi uh, hiki ambacho kinafanya kazi nzuri ya kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Kundi hili ni zuri, wako wachache, lakini uh, tunatambua ya kwamba wajane ni wengi. Tunawatia moyo tu kwamba tuingie kutumika kwa kazi ya Bwana, ni kazi iliyobarikiwa lakini pia inawafanya pia wao wenyewe wabarikiwe katika uh, miili yao wabarikiwe katika akili zao, lakini pia watengenezwe kwa ajili ya utumishi uliotukuka na kwa ajili ya kazi ya Mungu pia. Tusima, tusimame imara

buria na kukufungia kipindi hiki kizuri cha ifahamu kwaya ya Wawabu kutokea Bunju jijini Dar es Salaam. Mimi ni William Dede Zakaria. Karibu sana uwafuatilie. Hawa na kwaya wanapatikana katika platform ya YouTube, Facebook, Instagram, TikTok kwa jina la Wawabu Kwaya Bunju SDA Church. Karibu ushiriki nasi kwa kusubscribe chaneli yao Like, comment pamoja na kushare, ili ndio ujumbe wa neno la Mungu uweze kufikia watu wengi, na kuacha nao na kutuaga kwa heri na wimbo unaosema meni meni teferi, na Bwana akubariki sana. some maneno ukutani walipe tafsiri yake, walikuja hawakuweza, mfalume akafadhaika, ndipo Danieli mtu wa Mungu akatoa tafsiri. Mara sauti ikasikika, waletwe wenye hekima wasome maneno ukutani, walipe tafsiri yake. Walikuja hawakuweza, mfalume akafadhaika. Ndipo Danieli mtu wa Mungu akatoa tafsiri: mene mene, ufalume umekomeshwa umepimwa, umep ufalume umegawanywa kwa wamedi na wajemi. Ufalume umekomeshwa, umepimwa, umepungua, ufalume umegawanywa kwa wamedi na wajemi. Watakufa. Melishaza alikufa kwa kutomtii Mungu. Tutende mema siku zote, tuwe mashahidi wema, yaani Eli mtu wa Mungu ni kielelezo kwetu. Mshahara wa dhambi mauti, watendao dhambi wa watakufa Belishaza alikufa kwa kutomtii Mungu, tutende mema siku zote, tuwe mashahidi wema, yani Eli mtu wa Mungu ni kielelezo kwetu. mene, ufalme umekomeshwa, umepimwa, umeu Ufalume umegawanywa kwa Wameni na Wajemi. Ufalume umekomeshwa. Umepimwa umepungua. Ufalume umegawanywa kwa Wameni na Wajemi. Ufalume umekomeshwa. Umepimwa umepungua. Ufalume umegawanywa kwa wameni na wajemi.